Kama ambavyo mnafahamu Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi eh, kwa mujibu uh, wa kifungu namba kumi na sita cha sheria uh, ya uchaguzi wa madiwani, tumeanza zoezi la uboreshaji wa awamu ya pili kwenye mikoa kumi na sita ya Tanzania Bara pamoja na Tanzania Zanzibar, na zoezi limeanza jana tarehe kumi na sita mwezi Mei na Mungu akija tunatarajia eh, kukamilisha zoezi hili tarehe ishirini na mbili. Leo ni siku ya pili ya uboreshaji na uboreshaji kuendelea vizuri. E, Waheshimiwa wajumbe ambao wametawanyika katika maeneo mbalimbali na sisi management ya tuko tunaenda maeneo mbalimbali. Mimi sasa ni kwa mkoa wa Dar es Salaam na nimetembelea halmashauri ya manispaa Kigamboni na sasa niko kwa halmashauri ya manispaa ya Temeke then nitamalizia halmashauri ya manispaa ya Ilala. Kwa kweli vifaa vyote vinafanya kazi na watu wajitokeze kwa wingi katika uboreshaji huo. Kwa hiyo niwahimize wananchi zoezi la uboreshaji lina shirika la mambo matano. Kwa wale wote ambao wataandikishwa wapiga kura wapya, ambao wa kuandikishwa awamu ya kwanza au watakutumiza umri huo wakati wa uchaguzi. Lakini pili, kutoa fursa kwa wapiga kura ambao kadi zao zimeharibika, zimepotea, waende wakapate kadi mpya. Lakini wapiga kura ambao wamehama kutoka kituo kimoja kwenda kituo kingine, wanaweza kupata fursa hiyo. Lakini wal wapiga kura ambao zoezi na zoezi hili linahusisha pia uh, weka majina ya wapiga kura kuweka daftari la awali wazi, kama ambavyo mnaona hapa. Haya ni baadhi ya majina ambayo ya wapiga kura ambayo yamewekwa kwenye daftari la awali. Sasa, madhumuni ya kuweka daftari la awali, moja ni kusema takwa kisheria kwamba lazima kila mtu akague daftari, na kisha kagua daftari, akiona picha yake imekosea au nani anaweza karekebisha jina lake huko, na kila pili, kutoa fursa kwa watu kuangalia wapiga kura wale ambao wapoteza siku kwenye daftari, pengine amefariki, amehama, watoa taarifa waweze kuondolewa kwenye kwenye daftari ya kura, wapiga kura ili maisha yaweze kuendelea. Ni wasihi wananchi wote katika mikoa kumi na sita uh, Tanzania bara na mikoa ya mitano ile ya Zanzibar waweze kujitokeza kwa hizi siku zilizobakia, siku tano kuanzia tarehe kumi na saba leo mpaka tarehe ishirini na mbili mwezi huu. Mwitikio wa kweli ni mkubwa na tumejitokeza kwa wingi, na niendelee kuwasihi waweze kujitokeza katika maeneo mbalimbali. Asanteni sana.